Huu ni mwegea, ni mti unaojulikana kwa jina hilo hilo, hata kwenu pia nafikiri unaofahamu kwa jina hilo. Mti huu huota kando kando ya mito, mabonde au mahali penye vichuguu. Sasa nataka tuuelezee kwa kirefu, namna ambavyo unafanya kazi na una faida gani kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Sasa tunakwenda kuelezea kutoka juu mpaka chini. Tutaanza na majani, tutakuja shina, tutafika mpaka kwenye mizizi. Bila awamu ya kwanza, nataka tuanze na majani mumwegea. Majani yake haya yaliyo makavu yeah, majani makavu ya namna hii hutumika sana kwa ajili ya kutibu kifua cha kikohozi. Namna ya kuandaa, unachoma majani makavu, unayakaanga kwenye chungu. Usiyachome moto yawe maji, hapana. Unayakaanga kwenye chungu mpaka unahakikisha yamekuwa meusi. Baada ya hapo, ukishahakikisha kuwa yameungua kupitia chungu na sio moto mkali, chungu, unaweka chungu jikoni, kinapata moto, unaweka majani yako makavu, unayakaanga. Yakishaungua na kuwa meusi, unayasaga Ukisha yasaga yanakuwa unga. Namna ya kutumia sasa, kama unataka kumpa mtoto, hakikisha unachanganya na chumvi kidogo kwa ajili ya kuleta ladha kwa mtumiaji, yani mtoto mdogo. Lakini kama unatumia mwenyewe kwa ajili ya kikohozi, unatumia tu bila kuweka chumvi. Namna ya kutumia, unaweka kwenye kisaiza chako, unalamba tu, kama unavyolamba sukali na vitu vingine vya kulamba. Na awamu ya pili shina china zinatumika katika kutibu magonjwa kama huu mti, magome yake yanatumika katika kuongeza damu. Magome na matunda yana kazi moja, ila sasa unaweza usiyapate matunda kwa sababu huu pia ni mti ambao hutoa matunda kwa msimu. Matunda yanapokosekana Si, unatumia huu magome kwa ajili ya kuongeza damu. Una magome unachemsha safi kabisa unaandaa mazingira yako mazuri ya namna ya uchemshaji wa magome unawezokaatanak amnai unaezokaayachemsha una k au unaweza vile vile ukaya bangua ya magome ukaanika na ukatengeneza unga na ile poda ukatumia kwa ajili ya kuongeza hiyo ikawa tayari imeshakuwa poda, basi unachanganya katika matumizi yako ya maji moto ya vuguvugu, ama uji au maziwa, kijiko kimoja cha chakula katika bakuli yako, ukatumia kwa namna hiyo na ukaweza kuongeza damu kwa kiwango kikubwa sana. Awamu ya tatu tunaenda katika mizizi hii mizizi ya mti huwa inatumika sana katika kuongeza nguvu. Ama la, unaweza ukatumia magome ya huo mzizi kuyaanika na kuyasaga kutengeneza unga kwa ajili ya kuongeza hizo nguvu za kiume, pia hiyo hiyo.